wa mlima waraka Mnyika. Lakini Dr Nchimbi afunga mjadala wa no reform no election CCM, na uspika wa Ndugai ulivyohitimishwa e, bunge la 12, e, uspika wa Ndugai ulivyohitimishwa bunge la 12. Lakini Tanzania yajipanga kwa kitanzi kipya cha Trump yuleambal inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi e, ukurasa wa mbele. Na tukiangazia gazeti la Nipashe na lenyewe asubuhi ya leo linaanza na Nchimbi Eh, Chadema ina haki ya kususia uchaguzi mkuu. Huyu e, ni Dr Nchimbi asema Chadema ina haki ya kususia uchaguzi mkuu, eh, asisitiza hakuna mtu wala kikundi kuzuia, hata rais mwenyewe hawezi, ni takwa la kikatiba. Hiyo habari inaendelea ukurasa wa tatu. Huyu e, Dr Nchimbi asema Chadema ina haki ya kususia uchaguzi mkuu, asitiza hakuna mtu wala kikundi kuzuia, hata rais mwenyewe hawezi, ni takwa la kikatiba lakini TRA yajivunia kukusanya trilioni saba e, Januari na Machi. Na TCRA yazuia vifaa hatarishi kwa watumiaji TCRA e, yazuia vifaa hatarishi kwa watumiaji. Na safari bado ndefu, ushiriki wa wanawake sekta ya madini. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema, gumzo desturi ya kutangaza kifo mazishi jijini Mbeya. E, gumzo desturi ya kutangaza kifo na mazishi jijini Mbeya lakini makada wanaomkosoa Tundulisu waongezeka e, makada wanaomkosoa Tundulisu waongezeka. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini kuachana gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la habari leo lenye linaandika TRA e, yavunja rekodi ya kusanya trilioni 24 miezi 9. Lakini dhahabu za bilioni 1.8 za kamatwa zikitoroshwa na BOT uchumi E, wazidi kuimarika hao ni bioti wasema, uchumi wazidi kuimarika yasema, mfumuko wa bei umetulia, yaweka riba e, stahimilivu. Lakini noti za mwaka 1985 mpaka 2003 mwisho leo kutumika Tanzania. Ya ngara matumizi ya akili mnemba, Tanzania e, ya ngara matumizi ya akili mnemba mwanga. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Habari Leo, lakini kuna habari inaosema Dr. Mwinyi aahidi uchaguzi wa amani na utulivu, na Nchimbi atuma salamu Chadema. Eh, Dr. Nchimbi atuma salamu Chadema. Eh, asema hata wakisusa uchaguzi utafanyika, washauri waichague CCM. Uchumi wa, eh, lakini uchumi wa vyombo vya habari kuwekwa kwenye ilani CCM. TEF ya mpongeza Rais Samia Suluhu Hasani hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini kwenye gazeti la Uhuru linaandika Nchimbi, uchaguzi mkuu hauzuiliki. Lakini maagizo ya Dkt. Samia, usalama barabarani, mlinzi adaiwa kuiba vifaa vya bodaboda. Lakini BOT yatoa maelekezo kuhusu riba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, na makusanyo TRA yapaa robo ya tatu ya mwaka. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwenye gazeti ya Raia Mzalendo lenye ukweli na wazi linaandika TRA ya Tabora kwa kukusanya tilioni 7.5 kwa robo mwaka. Lakini pia PSSSF yazidi kuweka rekodi ya mafao nchini. Na Dkt. Nchimbi, Chadema isilazimishwe kushiriki uchaguzi mkuu, asema ni haki yao kususa, ila uchaguzi uko pale pale. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini Mwakamele atikisa Njombe kwa kilimo cha parachichi na soya. Hiyo ni e, habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mzalendo. Lakini tukiachana sasa na kurasa e, za mbele tuangazie sasa e, kwenye kurasa za michezo e, na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika Simba Almasiri wanapigika wanapigika kwa Mkapa. Simba wasema Almasiri wanapigika, e, kwa Mkapa Mkapa. Lakini jezi ya Yanga kuwa na viziti Zanzibar jezi ya Yanga kuwa na visit Zanzibar Stand United ya yaivimbia Yanga bfa lakini refa rajiga au aupiga mwingi kimataifa, refa rajiga au aupiga mwingi kimataifa. Na gazeti la Uhuru michezo linaandika masta Simba waipania Almasri, Almasri al Yanga haipoi haiboi ligi kuu, lakini Uingereza mbioni kuandaa kombe la dunia. Na, na kwenye gazeti eh, la Habari Leo linaandika Simba yaita mashabiki uwanja wa Mkapa eh, Simba yaita mashabiki uwanja wa Mkapa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema mwambusi aitisha Yanga, eh, mwambusi aitisha Yanga. lakini shime awaza kumaliza eh, kwa ushindi Uturuki. Eh, Shime yaweza kumaliza kwa ushindi huko Uturuki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini kwa ulimwengu wa Bongo Flavor, ulimwengu wa burudani ni zamu ya FDQ Bongo Flavor. Zamu ya FDQ Bongo Flavor inaendelea ukurasa wa ishirini na moja wa gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na lenyewe asubuhi ya leo kwenye michezo linaandika Yanga ya watisha wapinzani bara. Yanga ya watisha wapinzani bara. Mabingwa hao watetezi wa tamba watatoa dozi katika kila mechi. Mabingwa e, hao watetezi wa tamba watatoa dozi e, kila mechi. Lakini Simba tumejipanga kutoa kipigo kizito. E, Simba tumejipanga kutoa kipigo kizito. Lakini Vandiki afunguka wana msimu maalum wani, Vandiki afunguka wana msimu maalum. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani lenye linaandika, Mzize akutana, akutana, na waidadi. Mzize akutana na waidadi wafanya majadiliano. Mabosi Yanga washikilia dili. Lakini Serengeti Boys mzigoni leo Afkoni under 17. Serengeti Boys mzigoni leo Afkoni under 17. Lakini wameshika mechi ni nani au ni Simba Sports Club dhidi ya Almasri kwa Mkapa. Lakini bado kuna habari inayosema jicho la mwewe Yakubu anaweza eh, kuwa tan Tanzania eh, wani kwa muda mrefu. Eh, Yakubu anaweza kuwa Tanzania wani kwa muda mrefu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, ndio leo tufungie usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na nawatakia asubuhi njema.